Huko mkoani Tanga, mkuu wa mkoa huo Martin Shigela amewataka wakuu wapya wa wilaya za mkoa huo kusimamia amani kupitia kamati za ulinzi na usalama ili kuhakikisha shughuli za maendeleo zinafanyika katika mazingira ya amani na utulivu. Shigela ametoa kauli hiyo wakati akiwaapisha wakuu wa wilaya wapya wa mkoa huo kama anavyoripoti mwandishi wetu Betha Mwambela. Wakuu wapya nane wa wilaya za mkoa wa Tanga wakiwa tayari kwa kiapo cha kuitumikia nafasi hiyo. Mara baada ya kumaliza kiapo, mkuu wa mkoa wa Tanga Martin Shigela akawaasa kuhusu swala la usimamizi wa amani kwenye maeneo yao. ili shughuli za maendeleo zote zifanyike, lazima kuwa na amani. changamoto gani katika swala la ulinzi na usalama? Iko mikakati gani? Na kama kuna ubunifu wa namna ya kuboresha zaidi, basi mweze kuiweka hii mikakati ili tuweze kupiga hatua. Je, nini ahadi za wakuu wa wilaya hao kwa wananchi wanaokwenda kuwatumikia? Serikali ya awamu ya tano ime, ime, ime, imejipambanua na iko wazi kabisa. Hii ni serikali ambayo inakwenda kushughulika na, na wananchi kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma za msingi, na serikali imeshaanza kufanya hivyo, na kubwa zaidi ni kwamba budget tayari imekwishaanza tarehe moja mwezi wa saba, tayari imekwishaanza kufanya kazi. Kwa hiyo mimi, kama mwakilishi wa mheshimiwa Rais ambaye ameniamini, kikubwa zaidi ni kwenda kusimamia, je, fedha zile ambazo zimekwenda katika wilaya zinafanya kazi ambayo imekusudiwa tayari. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba miradi yote ambayo iko pale Handeni ina, ina, ina, ina, ina, ina inatekelezwa na thamani ya fedha ambayo imekwenda kule inaonekana kwanza, kuhakikisha tunawaunganisha wananchi katika, katika kutatua kero zao za msingi, na haswa wananchi ambao wako hali ya chini. Ndio ninaamini pakisha kuwa na amani kabisa na utulivu, watu wametulia. Sasa waelekeze vichwa vyao katika kufikiria namna ya kufaidika na fursa za maendeleo hizi zinazojitokeza. Mkoa wa Tanga una jumla ya wilaya nane ambazo ni Tanga, Muheza, Pangani, Mkinga, Korogwe, Handeni, Lushoto na Kilindi. Kirepoti kutoka Tanga naitwa Betha Mwambela wa TBC.